Kiuhalisia, huduma za usingizi na ganzi katika Tanzania bado tuko nyuma kidogo. Serikali imejitahidi, imetuwekea vifaa, theater zipo, mashine za kutoa dawa za usingizi zipo, monitor zipo, dawa zinapatikana, bado na changamoto kwenye idadi ya watu wa huduma. Nchi kama nchi, madaktari bingwa dawa za usingizi hatuzidi 100 kwa population au kwa idadi ya watu ambao ni kama milioni 60 na kwenda juu, itakiwa tuwe na watu kama watano wanataaluma kwa kila watu laki moja Sisi tuko mia moja kwa manake, tunatetu kama elfu mbili elfu moja na kuendelea kwa, bado hatujafikia. Na ukija kwenye wanataaluma wa kutoa dawa za usingizi kwa watoto waliobobea, tunao watano tu katika nchi, watu tano, watano katika nchi. Kwa maana yake, huduma hizi zinatolewa kwenye hospitali za taifa au hospitali za kanda k. Kwa ukija kuangalia wale watoto wadogo waliozaliwa mpaka wengine ambao wanahitaji dawa za usingizi kwa ajili ya upasuaji, wengi hawapati huduma za kibingwa, hawapati huduma za maspecialist. Tuwaombe serikali, wadau wetu wa afya, wananchi wenyewe tu, tu, tu, tu, tuipige debe kwamba tunahitaji hawa watu wa huduma za dawa za usingizi maspecialist, na vile vile tufikie kupata wabobezi kwenye dawa za usingizi kwa huduma za watoto, upasuaji wa watoto na ili tufikie huko inabidi tujitoe, tuhakikishe kwamba angalau kila mkoa kwa kuanzia uwe na specialist wa dawa za usingizi na ganzi ambaye ataweza kuhakikisha kwamba watoto wanapata dawa za usingizi salama, akiwa mautoto na wanapata ICU ambayo ni salama. Madaktari kwa ujumla wanapaswa kuandaliwa wakingali bado wanasomea ile, uh, degree yao ya kwanza kwa hivyo kama madaktari wa dawa za usingizi na mabingwa, na mabingwa bobezi pia, tunahakikisha kwamba wanafunzi wanaanza kuhudhuria katika department ambao ni idara zile zinazohusika na utoaji wa dawa za usingizi na ganzi mapema zaidi na kujaribu kuwapa, tunasema ile hamu na kuambia kwamba tatizo nchini ni kubwa tunahitaji watu wengi zaidi wakaweze kusomea udaktari uh, bingwa wa kutoa dawa salama za, uh, za, za usingizi na ganzi. Kwa hivyo jitihada hizi kwanza ni kwa walimu wa wanafunzi wakingali kabisa wakiingia katika vyuo, hilo tunalifanya. Lakini pia baada ya kumaliza masomo, kuna ule mwaka wa mmoja ambao wanautumia kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo hospitali nyingi zimeanza kuwa na utaratibu wa kuwachukua uh, hawa madaktari ambao sasa wamemaliza miaka uh, mitano, kuanza kupita kwenye idara hii, idara ambayo pengine uh, katika hospitali nyingi inayokua imesahaulika, ya utoaji wa dawa za usingizi na ganzi. Tunafikiri tukiwaandaa mapema watafikiria na watakuwa tayari huko mbeleni, sasa kusema a acha nisisomee udaktari bingwa wa wanawake nisomee udaktari bingwa wa magonjwa wa ndani, acha sasa nikasomee, uh, udaktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi. Uh, lengo kubwa la kuongeza uelewa uh, kwa watu kuhusu dawa za usingizi kwa watoto ni kuweza kuboresha huduma hii ambayo wakati muda, muda mwingi hizi dawa za usingizi tunawapatia watu wazima ili waweze kufanyiwa operation lakini sasa hivi tunajikita zaidi kwenye kutoa uelewa kuhusu kuwapatia watoto hawa dawa za usingizi, ambao ni watoto wadogo, ambao mara nyingi upasuaji wao ni kidogo, ni complicated, ambao unahitaji ufanisi mkubwa, unahitaji vyenzo vifaa vikubwa na wataalamu wakubwa, kwa sababu wao uh, wako kwenye risk kubwa sana ya kupata complication na hizi dawa za usingizi.